Angusha ule. Mwende Mwende kwanza kama amaosiporte venye tunaonaka mwende sawa. Kujambo kwa mara nyingine tena, mimi ni Abdul Juman na hii ni Dems Media, ni kukaribisha kwa mara nyingine tena kuifuatilia taarifa ya leo tarehe 12 Juni 2025. Na kama bado hujajiunga na familia maelfu ya watu wanaotuamini basi ni kuombe ujiunge nasi ili uwe unapata taarifa zetu, Bonyeza kwenye button la subscribe lakini pia usikose kuwasha notification bell. Moja kwa moja tunaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya ukatili unaoripotiwa kufanywa na wahasi wa M23 katika mji wa Bukavu, hususan katika eneo la Funu, ambapo video moja ya kustua iliyopigwa na raia mwenye ujasiri imekuwa ikisambaa kwa kasi, ikionyesha tukio la kusikitisha la mwananchi aliyepigwa risasi akiwa mikono juu, huku akiomba msamaha na kuomba huruma kutoka kwa mpiganaji wa kundi hilo. Katika video hiyo mwananchi huyo anaonekana akiwa kwenye magoti, mikono juu, na kwa sauti ya uchungu anasema, kisha sauti ya mtu mwingine ikisikika ikiamuru muwe, na baadaye kupaza sauti kwa waliokuwa jirani, kama hamuwezi kustahimili, ondokeni hapa, mwende kwanza ka amsote vyenye tunaonaka mwende sawa. Baada ya hapo, mlio risasi unasikika huku mwananchi mwananchi huyo akilia kwa uchungu. Yeah! Hata hivyo taarifa mpya zimeibuka zikieleza kuwa huenda mwananchi huyo hakufariki kama ilivyodhaniwa awali. Inadaiwa kuwa alipigwa risasi kwenye mguu na huenda alipona, japokuwa hakuna ushahidi wa uwazi au video inayoonyesha hali yake ya baadaye, kama kweli alikufa au alinusurika. Kilichorekodiwa ni tukio lenyewe la kupigwa risasi pekee. Katika mazingira ya taarifa zenye mkanganyiko kama haya, ni muhimu mamlaka husika pamoja na mashirika ya haki za binadamu kufuatilia kwa undani ili kuthibitisha ukweli na kutoa taarifa rasmi. Gavana wa Kivu Kusini, Mheshimiwa Jean Jacques Purusi, tayari ametoa wito kwa jamii ya kimataifa kuingilia kati na ku komesha ukatili unaoendelea kufanywa na M23, kundi ambalo linatajwa kuungwa mkono na nchi jirani ya Rwanda. Wakati tukisubiri taarifa zaidi kutoka kwa vyombo vya uchunguzi, tunaendelea kusisitiza umuhimu wa kulinda maisha ya raia na kuhakikisha uwajibikaji kwa wale wote wanaohusika na ukatili huu. Tunaendelea kuwa pamoja nanyi kwa kila hatua mpya itakayotokea. Mimi ni Abdul Juma na hii ni Dems Media Juni 12, 2025. Endelea kuwa mwanafamilia wetu kwa taarifa zote muhimu kuhusiana na siasa kijamii, pamoja pia na burudani, hata michezo. Jiunge nasi ili upate taarifa zijazo hivi punde. Asante na usisahau kutoa maoni yako kuhusiana na jambo hili, lakini pia kushare video hii na wengine ili wapate taarifa hizi kwa kujilinda zaidi. Asante.